tumukumie yesu kristo unene wa yesu oke okay. maria gathayarikio itu hoere agendi a mwihoko mwihoko nduturagaga ngoro mathomo ma mitha kiumia gia keri gia kwadrejesima mwaka C githomo kia mbere kiambiriria kiugo ikumi na ithano mwaruwa ithano nginya ikumi na igiri nige muhari wa ikumi na mugwanja ginya ikumi na inyanya uthoma kuma ibuku ria kiambiriria matuku-ini macio Ngai agicoka akiumia ja Abraham na akiuga atiri utatira maitho ofare iguru jata utare njata okorwo ahota gucitara ningi akimwira atiri uguo na uguo mbeu yaku ikaigana nake akiihoka Mwathani na guo ndo ucho mwathani akimutwira tare uthingu we naguo agicoka akimwira atire niine ni mwathani uria wakurutire bururi wa uru wa karidei, nigetha nguhe bururi uyu utuike igai riaku nake akiuria atire mwathani ngai ngumenyithio niki ati ni ugatuika igai riakwa nake akimwira atire ta njoera mori ya miaka itatu na harika ya miaka itatu

Ona gesiga gikurithi mbuka na kiki kitu kiragatagati ka kaja to icio cia nyama na rere venya thenya oro ucio Mwathani agikira kirikaniro na Abraham akiuga atiri bururi uyu niheete mbeu yaku wa ruma rui rwa Misiri o nginya rui ruria runene rutagwo Farati icio ni ciugo cia Mwathani Ngai arogathwo Thaburi ya gucokerwo naitheburi kĩo kĩa mĩrongoĩrĩ na mũgwanja mwar wa ĩmwe mũgwanja na inyanya kenda ĩ namb ikũmi na ithatũ na ikũmi na inya icokia mwathani nĩwe ũtheri wakwa na ũhonokio wakwa mwathani nĩwe ũtheri wakwa na ũhonokio wakwa mwathani nĩwe ũtheri wakwa na ũhonokio wakwa

dungata yako dungata yako na marakara newe otoire ondeithagia mwathani newe otheri wakwa na ohano kya wakwa guca njeteketie atenengeonera

Geterere geterere mwathani mwathani niwe utheri wakwa na hono kio wakwa mwathani niwe utheri wakwa na hano kio wakwa

ona ari na mwira uhoro wa wao kaingi. ona riu ngumwira uhoro wao ngiitaga maithori andu acio ri kurigiriria koo gutoma magatoma ngai yao nioda naguo undu uria wa kumaconora niguo megocaga ni undu waguo ningi metananagia maundu o ma guku thi nukorwa fururi uria turi aguo kiumbe ni kuria iguru na twetagirira muhonokia uria ukoima kuo niwe mwathani yesu kristo ula okagalura uria ukagarura mwiri uyu witu uhinyaraga uhananie na mwiri wake wi na riri niundu wa hinya uria ari naguo wa gutuma o maundu mothe mathikage niwe niwe akiri witu uguo ariu a ithe witu inywi nyendete na ngamweriragiria o inywe muhana ta gikeno giakwa ona thumbi yakware karagai muru mete wega endo wakwa wa mwathani icio nä cicigwo cia gai ngai arogathwo o kumia na rugoco waku mwathani yesu okumia rugoca na geteyo

Gikorwo athuri eri makiaria nake nio Musa na Eria makimwimirira menariri makiaria uhoro wa ikuo riake riria akirie gukua Jerusalemu nake Petro, na aria mari hamwe nake magikorwo mahetetwo ni toro no riria marahukire makiigua makiona riri wake ona makiona ona athuri acio eri marugamite hamwe nake na gwikinya atiri

Uyu niwe muru wakwa o uria ndithuriire mwiguagei. Na hindi iria mugambo ucio waiguirwo, Jesu agicoka kuonwo ari wiki. Nao magikira na matiirire mundu o na umwe matuku macio undu o wothe wa maundu macio moonire. Injiri itheru ya Mwathani nitwahukumia wee Kristo